Muungano wa Kimataifa wa Wanasheria na makundi ya haki za kibinadamu umeiomba rasmi Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Jinai, ICC, kumchunguza Rais wa Tanzania na serikali yake kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanywa wakati wa Uchaguzi Mkuu wa hivi karibuni. Waraka wa ombi kwa ICC unamtuhumu Rais Samia Suluhu Hassan na maafisa wengine wa, wa ngazi za juu kwa kuhusishwa moja kwa moja na vifo vya raia wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Juma lililopita rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua tume ya uchunguzi kuhusu vurugu hizo baada ya kuwatuhumu wapinzani na mashirika yasiyo ya, ya kiserikali kwa kusababisha machafuko. Hati hiyo yenye kurasa 82 pia inaelezea kile ilichokiita ukiukwaji wa kimfumo na unaoendelea katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara, mateso kwa watu waliopotezwa na mauaji ya wapinzani kinyume cha sheria. ICC bado haijathibitisha kama itafanya uchunguzi. Tanzania ni mwanachama wa mahakama hiyo. Sasa, ili kufahamu zaidi, awali mwandishi wa BBC Scola Kisanga amezungumza na wakili Jebra Kambole. Kwanza, nyaraka hiyo ni ya uh, ukweli na ni shauli ambalo limeshafikishwa kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya kivita na makosa ya kihalifu ambayo iko the Hague. Kwa hiyo ni nyaraka ambayo ni sahihi kwa ajili ya hatua za awali. Kitengo cha haki za binadamu cha Madrid Bar Association ambayo ni chama cha wanasheria Madrid Spain pamoja na World Jurist Association Human Rights Institute, na Interwatch na Professor Harold Triana ni miongoni mwa mashirika na watu ambao wamepeleka shauri hili kwenye mahakama ya ICC, ofisi ya of mwendesha mashtaka mkuu. Kosa kubwa ni moja, kosa la vitendo vya kihalifu dhidi ya dhidi ya utu wa binadamu, lakini kuna makosa kadhaa ambayo yameainishwa, ambayo wanaita crime against humanity, makosa dhidi ya utu wa binadamu, ni miongoni mwa ma ma makosa ambayo yanaruhusiwa na mahakama ya na ya kimataifa ambayo makosa hayo yanahusiana na, na kupo, kupotea kwa watu mauwaji kinyume na na utaratibu wa kisheria, tunaita extrajudicial killing, vitendo vya unyanyasaji walivyofanyiwa watu mbalimbali, ikiwemo raia wa Kenya kina Boniface Mwangi pamoja na kina Agata raia wa Uganda, lakini pia mauaji ambayo walitokea kiwakati na baada ya uchaguzi, mateso ambayo watu wameteswa, tuseme torture, civilian au tuseme raia wa kawaida wametendewa dhidi ya vyombo vya dola. Kinachofuata sasa ni kusubiri hatua za, za mwendesha mashtaka mkuu wa ICC kwanza kutoa taarifa kwa umma juu ya juu ya uwepo wa, wa mashauri mbalimbali kutokana na video na picha na ushahidi wa kutosha, ndipo waanze kuchukua hatua za awali. Tunategemea kwamba kwanza kupata taarifa sahihi, kupata taarifa ya hatua gani wanazichukua, lakini wao kwa sasa kuanza mchakato wa kupitia nyaraka kupitia ushahidi uliopo kabla ya kuanza kuchukua hatua zingine ambazo zinafuata. Kwa sababu unajua mahakama ya kimataifa hii iko moja duniani. Uh, mauaji au visa hivi vinatokea maeneo mengi duniani, kwa hiyo anapokea mamilioni ya taarifa, kwa hiyo lazima atumie muda kuweza kuchakata, kuchakata na kujua ipi inapewa kipaumbele, ipi inaanza, ipi inafuata. Tusalie Tanzania, ambapo mkurugenzi wa mashtaka nchini humo ameondolea mashtaka washtakiwa mia tisini na nane waliokuwa wanakabiliwa na mashtaka ya uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu isipokuwa watu kumi na nane ambao wamerejeshwa rumande. Mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu Nifa na Mika Chavala ni miongoni mwa wale waliorejeshwa rumande. Hizi ni picha za jioni hii nje ya mahakama hiyo, ambapo kulikuwa na mchanganyiko wa hisia miongoni mwa familia za watu walioshikiliwa: huzuni kwa wale ambao wataendelea kusalia kuzuiliwa rumande, na furaha kwa wale walioachiwa huru. Nifa na wenzake wataendelea kuzuiliwa hadi tarehe tatu ya mwezi hujao. Hebu tupate kauli za walioachiliwa muda mfupi tu uliopita ametusaidia sana, tumetoka salama kabisa. Tunashukuru, sahizi tunaenda kuungana na familia zetu. Tunashukuru sana, maana tulikuwa tumeshajikatia tamaa. Ndio huru, niko huru, niko huru. Ilikuwa ni ngumu sana, lakini tumetoka. Kikubwa tu tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kututoa katika janga hili kwa sababu pia hii imeweza kuonyesha dhahiri shahili kwamba serikali pia inafanya kazi, kwa hiyo hamna mtu wa kulaumiwa. Ai, bwana, tunashukuru sana ndugu yetu. <tutu> tunashukuru sana. Tumempata mwenzetu. Siku ya tukio nilikuwa nimetoka kazini naenda mjini, lakini bahati mbaya sikufika, niliishia njiani, e. <laughs> siku ya leo unaionaje? Ah, siku ya leo kwa kweli ni furaha, nimekutana na ndugu zangu tena. Jamii nayapenda kuiambia kwamba tujifunze kutokana na yale ambayo wenzetu wamekutana nayo ama sisi tumekutana nayo, kwa maana sisi tayari leo tumepata funzo. Mkono ni katika harakati za kukamatwakamata tu hapo, huu kidogo umepigwa huu, umepigwa sehemu ya hapa, na baada ya kufanya x-ray umekana kuna crack hapa kwenye location shoulder hapa nyuma hapo kuna kreki, kwa hiyo amana pale kidogo amenifanyia matibabu.